Theonas Mwinuka mwenye umri wa miaka ishirini na moja almaarufu kama Razack, mkazi wa Ruaha Mbuyuni mkoani Iringa ameweza kuhukumiwa kifungo cha maisha jela pamoja na fidia ya Tanzania shillings milioni moja baada ya kuweza kukutwa na hatia ya kuweza kumbaka lakini pia kumjeruhi mtoto wa kike mwenye umri wa miaka nane. Mahakama imeweza kueleza kuwa baada ya kuweza kutekeleza tukio hilo aliweza kumtupa mtoto mtoni kwa lengo la kuweza kupoteza ushahidi. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wao wa kutoa comment e, zao baada ya mitandao tofauti tofauti tofauti platform tofauti kuweza kutuma hii habari. So kuna huyo ambaye anasema kwamba anafunguaje maisha huyo, e, kazi kula tu chakula cha serikali. Mpumbavu huyo anyongwe tu e, mambo yaishe, ili iwe funzo kwa watu wengine wenye tabia za kishenzi kama huyo. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema kwamba hicho kifungo ni kidogo sana. Lakini kuna huyu ambaye anasema kwamba lishakuwa tatizo sugu. Lakini kuna huyu ambaye anasema kwa nini asinyongwe ili iwe funzo kwa watu wengine. Watu wengi wameendelea kulalamika kwamba kwa nini huyu anaendelea kufungwa maisha, ni kama vile anaendelea ku kula tu chakula cha serikali lakini ikitokea kama pengine akinyongwa basi inaweza ikawa ni adhabu nzuri lakini pia funzo kwa watu wengine kwa sababu kwa kesi kama hii hapa ya kuweza kumbaka lakini pia kumjeruhi mtoto wa kike mwenye umri wa miaka nane kwa, m, eh, kwa mtu mzima kabisa ambaye ana miaka ishirini na moja huyu kijana ambaye anafahamika kwa jina la Theonas Mwinuka ambaye amezua taharuki kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii licha ya kwa kwamba mahakama imeweza kumkamata lakini pia fidia ambayo ni ya Tanzania shillings milioni moja baadhi ya watu wengi sana wakidai kwamba ni pesa ndogo, lakini pia adhabu ambayo amekutana nayo ni adhabu ndogo. So inabidi ipatikane adhabu kubwa ambayo itakuwa ni funzo kwa vijana wengine ambao wao hawana utu. Kuweza kumbaka mtoto wa miaka nane, lakini pia kumjeruhi, kumtupa kwenye mto kwa ajili ya kuweza kupoteza ushahidi, ni jambo kubwa sana ambalo linaumiza ja, watu wengi. Sasa kwa kuwa kwa kwa kwa kama mdau wa Sawasawa online digital, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? drop comment yako, kunyonja comment hapo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare, utakuwa umetisha kinoma noma. Tupe mtazamo wako, kunyonja comment hapo. Chao chao.